Nas, nas, nas, ya Tofahut, ya pendwa mtazamaji na msikilizaji, andika kichwa kinachosema nuru gizani. Biblia yangu imenena ya kwamba Yesu anasema nimekuja kama nuru inayong'a gizani ili wale wanaotengeneza tumaini lao kwake wasitembee gizani. Yesu amekuja kuondoa giza. Jesus has come to dispel the darkness. Ile Yohana sura ya kwanza mstari wa nne anasema ndani yake kulikuwa na uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na ile nuru iling'agizani wala giza hailikuiweza. Haleluya, ya kwamba Yesu ndani yake kuna uzima, na huo uzima ni mwanga na wote wakao wanaotengeneza matumaini wanaojenga tumaini ndani ya Yesu hawatatembea katika giza. Hebu sema amen, hebu sema amen. Lakini namna gani Yesu anaondoa giza? Anaondoa giza kwa kutuongoza, tunapokuwa na mashaka. He dispels the darkness. How does he dispel the darkness? He will guide you, when you are in ambiguity. When you are in doubt, unapokuwa katika sitafahamu, yeye atakuongoza. Atakuongoza njia yako na utaiona njia. Biblia inasema ya kwamba ile, Yohana sura ya nane mstari wa kumi na mbili Yesu anasema, mimi ni nuru ya ulimwengu, yoyote anayenifuata mimi hatajikwaa katika giza, kwa kuwa for so the living light will flood your path, kwa kuwa nuru ya uzima itaangaza njia yako. Utaenda kupita katika mambo yenye mashaka, lakini Yesu ananena ya kwamba yeye ni nuru, wote wanaomfuata hawatajikwaa. Kuna vikwazo vitaonekana, kuna vizingiti vitawekwa ili kuonesha ya kwamba hutafika kwenye matarajio yako, lakini mimi ninene ya kwamba Yesu ni nuru, katika jina la Yesu. Maana yake atafanya uone hata mambo yaliyositirika, atafanya ujue hata maswali magumu ambayo yalikuwa hayafahamiki hata silaha iliyofichwa utaiona, nayo haitakuwa haina mamlaka katika maisha yako, maana utapewa macho ya kuona ambayo ni ya nyama. Haya unayo, lakini yako macho ya rohoni. Utaona vitu vilivyositirika, na wewe utashinda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. How does Jesus dispel the darkness? He will change you when you are depressed. Yesu anafukuzeje giza? atakubadilisha unapokuwa umeshushwa moyo, atakubadilisha. ili Waefeso sura ya 5 mstari wa 16 anasema, Is it possible for light to turn the thing it shines upon into light also? Yani, inawezekana kwa nuru kubadilisha vitu viwe nuru mahali ambapo inaangaza, yani ndani ya giza. Nuru ikiachiliwa giza linatoweka. Ndiyo maana bibilia inasema nalo giza halikuishinda nuru. Sekereza nuru inakuwa na nguvu pakiwa na giza, nuru haiwi na nguvu palipo na nuru. Giza linavyozidi kuwa totoro, ndivyo nuru inavyozidi kuangaza. Leo nitamke kwako mambo yanapokuwa magumu ni mazito, na watu wanaposema hakika umekwisha, hutainuka tena, ndipo utukufu wa Bwana unapojidhihirisha, ndipo Mungu anapokuinua kutoka mahali ulipokuwa umekata tamaa, umevunjika moyo. Ndipo Mungu anapokushika mkono na kukuinua tena, na ndipo unapoinuka unasema hakika, leo nina ushuhuda ya kwamba nimemwona Bwana. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ninataka niombe na wewe siku hii ya leo, pengine uko jirani na televisheni au unanisikia popote ulipo, kwa neno hili la leo lenye kichwa kinachosema nuru gizani. Mimi ninajua unapita katika giza, katika maswali magumu, lakini Mungu atengeneze tumaini ndani yako ya kwamba nalo nuru iling'aa gizani na giza halikuiweza. Tena yako mambo unayapitia, ziko changamoto unazipitia, ziko vita unavipitia, yako maswali magumu unajiuliza, lakini roho wa Bwana tembee na wewe siku ya leo. Pengine unataka kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, waweza kufuatisha maneno yafuatayo, sema: Mungu Baba, mimi ni mwenye dhambi ni samehe, andika jina langu katika kitabu cha uzima na ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. ninakupokea wewe Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ninaamini ya kwamba Yesu alikufa na kufufuka na sasa ni hai. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu ulikuwa ukinisikiliza mnenaji wako wa leo, mchungaji na mwinjilisti wa redio na televisheni, Kipemba Sagi Omega kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God, yani TAG Temeke House of Grace Chapel jijini Dar es Salaam. Ninakwaga nikisema na neno la Bwana litaendelea.